Ah, kuna mambo ukiasikia paka unasema Mungu ah, wanadamu tumefikaje huku! Yaani ni mambo ambayo unakuta unafikiri mpaka unafikiri yani, unafikiri unafikiri unafikiri unafikiri, unashindwa kupata majibu ah, pale ambapo anatokea mtu anasema kwamba ukiona ah, we una mume hachepuki eh, ujue huyo ana mapungufu. Mi nimekuja kusoma andiko hapa mekuja kusoma ili andiko andiko la Wakorintho wa kwanza sura ya sita mstari wa 18 nasema, ikimbieni zinaa. Kila zambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyae zinaa utenda zambi juu ya mwili wake, ila yeye afanyae zina utenda zambi juu ya mwili wake mwenyewe. Hivi hapa mwishoni 19 anasema au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Yani ni, ni, ni, anazidi kueleza hapa ni, ni mambo ambayo kuna mtu anajiuliza kwamba Mungu, hivi sisi wanadamu tumefika wapi ambapo inatokea mtu anahamasisha, anasema kwamba ukiwa kuna mume hachepuki hujua huyu hajakamilika, mtu wa Mungu Hivi Bibilia inavyosema kwamba ikimbieni zinaa, e, ikimbieni zinaa, ina maana gani? Mkimbilie zinaa mkazinizini, au ikimbie zinaa usizini? Yaani wewe upo spesho kwa kuhamasisha watu kuzini, yaani kwamba, e, ukiona wewe una mume, una mume ambaye achepuki, ujue hajakamilika. Haja ukamilifu wa mtu, mtu wa Mungu hautokani na kuzinizini ukamilifu wa mtu na mtu kuonekana ni mtu ni yale anayoyafanya mtu hataonekana wa maana kwa sababu amezini sana umana wa mtu hautakuwa hivyo hautakuwa wa maana kwa sababu mama we umeenda umezinizini wamekulalalala huko hutaonekana wa maana mtu wa Mungu baba hutaonekana wa maana kwa sababu umelalalala na wanawake huko hutaonekana wa maana mtu ni unafanya nini mtu ni unafanya nini na ni sahihi kiasi gani Eh, unafanya nini na nisaiki sahi kiasi gani? Inapofika steji mtu upo special kwa kuhamasisha mambo kama hayo, mi najiuliza kwamba hivi kabisa kabisa, seriously kabisa, imefika steji sahizi ndo ile pale chukizo la uharibifu inasimama eh, patakatifu pake. Yani saa hizi mambo mabaya yamekuwa inaonekana ni ya mana ya mana ya mana. Watu kublandi ujinga imekuwa ni yani, ni kawaida sana eh, ni kawaida sana kublandi ujinga. Ikitokea mtu wa staili kama hii, naongea hivyo sasa, we fuata yako, ila mtu anayehamasisha upumbavu kama huo ndio inaonekana ana maana? Hapana, mtu wa Mungu, Biblia inasema kwamba ikimbieni zinaa. Hata tukienda mwanzo kule mwanzo Yusufu alikimbia pale ambapo mke wa Potifa alimtaka, hata ikatokea pale anana, anana, anafanyaje mpaka akashika nguo, sijui anajifanya kulia kutoka nini, lakini pale alikimbia. Eh, kilichomfanya kimbia, alikimbia nini? Zina inakimbiwa Usijakuwa ni mtu ambaye unakifuata kitu mwenyewe, unasema kwamba ukiona una mwanaume hachepuki, ujua hajakamilika. Hapana mtu wa Mungu, kukamilika kwa mtu kunatokana na yale unayoyafanya, mambo mema mengi unayoyafanya, lazima utaonekana wamana. Hautaonekana wamana kwa sababu leo hii unafanya mengi mabaya. Hapana, umana wako haupo huko, umana wako upo kwenye kutenda mengi yaliyo mema. Hivyo tu mtu wa Mungu ni, si jambo no, ya kwamba mtu ambaye leo hii umeona kwamba wewe utakuwa special tu kwa ajili ya kuhamasisha mabaya, basi hata mimi nitasimama kusema hapana, sio sawa sio sawa kabisa eh. Ukisema kwamba uh, wewe upo special kwa ajili ya kuhamasisha watu kuzini, mi nakwambia hapana, hapana, ina madhara makubwa makubwa sana. Ni vitu ambavyo vimepelekea hata kwenye jamii kuna watu wanauana, wanauana. Mtu akishajua kabisa mme wake kachepuki kula nauana, we unahamasisha kwamba watu ukiona mme wako achepuki eh, ujue hajakamilika. Wewe hapo ulipo, mtu wa Mungu, umekamilika nini We hapo ulipo umekamilika nini? Kipu ulichokamilika? E, mtu alipo, yani binadamu anapozaliwa alizaliwa na zini? Binadamu alizaliwa anapotoka mtoto alizaliwa na zini eh? Mungu anajua kiko kitu cha ziada zaidi ya hicho mwanadamu e, sio kuzini sio kwamba hii dunia ili Idu uonekane wa maana, una zinizini tu kama mbwa, ndoonekana mtu? Hapana, Biblia inasema kwamba ikimbie zinaa. Ukishasema kwamba mimi ni binadamu niliyekamilika, utaendekeza upumbavu kama huo? Ndio maana ukishakuta watu sensitive wenye akili zao tima, wakuti wana promote mambo ya kipumbavu kama hayo. Lakini nakuja ni ajabu sana kuja kuta mtu anasimama mbele ya kamera, anasema kwamba ah, ukiona mume wako eh, achepuki ujue ni mgonjwa hajakamilika. Mtu wa Mungu, hapana, sio sawa, sio sawa kabisa, sio sawa. Hilo sio yani, Mungu kutuweka duniani, hakutuweka duniani ili tubaki kupoteza watu. Hapana, hapana. Dhambi na madhara, dhambi na madhara e, ina madhara. Tumesoma hapa, anasema mjua ya kwamba nyiye ni hekalo la, la Mungu e? Hekalu la Mungu, Mungu anakaa ndani yetu, mili yetu sisi ni hekalu la Mungu, maisha yetu sisi ni hekalu la Mungu. Wengine wanajifunza kupitia maisha yetu, lakini pale ambapo inafika mtu unasimama, unapromoti vitu kama hivi, kwamba ukiona meo wako hachepuki, ni mambo fulani ambayo yanashangaza sana Yaani anashangaza sana yani paka kuna mtu unafikiri unasema Mungu, hivi tumefikaje huku? E, binadamu tumefikaje huku, wakati mimi binadamu nina kazi ya kutafuta asili yangu. Mimi nikiwa kama binadamu ilitakiwa niishije? Asili yetu ilipotelea pale Edeni ambapo uh, Adamu na Hawa walikula lile tunda, ndo asili yetu, nguvu zetu zilipopotea. Tuna kazi ya kutafuta asili yetu, ilitakiwa na Adamu tuishi kwa steri gani? Lakini tukiendelea kuhangaika na mambo ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. wewe ukiona mme wako ndo mafundisho hayo ambayo leo hii mnafundisha makanisani, mnapotosha watu, ndo azikai, eh ndo hazikai kama saizi tu, mtu kuzinizini kama mbwa inakuwa ni kawaida eh, ni kawaida unasema kwamba ukiona ametulia ujue ni mgonjwa? Mtu wa Mungu, hapana, hapana, hapana, hapana! Mimi naukatalia hapana, hapana! Msipromote hayo mambo hapana, hapana. Eh, vitu kama hivyo ndio vinavyopelekea watu kuwana vitu vinapel, watu inapelekea na kuwana. eh, kama leo hii itatokea tu dhambi imekuwa ni kawaida tu eh, dhambi ni kawaida, ni hapana. Watu wa Mungu hapana, hapana, hapana. Yusufu alikimbia, Yusufu alikimbia dhambi ya zinaa, alishinda kwa kukimbia, na bado y huku anasema ikimbieni zina, ikimbie zinaa, zinaa ikimbie zina. zina Eh, usiseme kwamba ukiona mwanaume hachepuki ujua hajakamilika. Ukamilifu wa mwanaume sio kwa sababu anachepuka au ana wanawake kumi na tano ndio ukamilifu. Hapana, hapana, eh, kufanya zinaa sio ndio kunamwonyesha mtu amekamilika. Hapana Hapana, basi wote huko wanaofanya mabaya wangekuwa wanaonekana wamekabilika. Ukamilifu wa mtu, umana wa mtu ni mazuri anayokuwa anafanya, mambo anaokuwa nafanya, namna anapopambania wengine, huo ndio umana wa mtu. Ila tukibaki kuhamasisha na upumbavu, ujinga kama wastahili, kama hii yako mambo kadha wakaza, kazi no anaoendelea kwa jamii, hatuna mda nayo, ila tubaki tuhamasishana kuzini kweli? kuzini kweli, eh? Kuzini, tuwe tunahamasishana kuzini Kipi kinachotokea? Kipi kipi, kipi kinachotokea? Binafsi nasema tu, Mungu, hapana, tulikofika wanadamu siko ni kubovu mno, ni kubovu mno. Kama mtu unabaki kwa masisha upumbavu kiwango hiki, hapana, hapana mtu wa Mungu, hapana. Mimi tu nasema hapana, hapana, eh, hapana. Wanadamu hatukutakiwa at, tufike huku tulikofika hatukutakiwa tufike huku tulikofika ambako saizi kufanya mabaya inakuwa ni, ni kawaida e. mabaya ukifanya mema ni mbaya, ukifanya mabaya ni mzuri e, chukizo la uharibifu. Mema yanageuzwa kuwa mabaya na mabaya yanageuzwa kuwa mema, ni kawaida saa hizi. Yani, tunapromoti upumbavu, upumbavu ambao hatukiuangalia. Unasema sasa, kwenye kuzini huku umepata faida gani? Umenenepa? Umefanya hatu kinenepa makalio kuna shida, umeongeza nini cha maana kipi? Eh, ukakaa umetulia, mtu wa Mungu, kuna shida gani eh, Kinachosababisha mtu mwingine kufanya mengi mabaya ni zina. Mtu kisha azini, akili nakuwa imevurugwa eh, akili nakuwa imevurugwa ime, ime, ndio maana hata ah, mithali nadhani nasema kwamba azinie na mwanamke ana akili kabisa. Mama salumo mwampeta anasema nikopo, Nikopo, nikopo, nikopo. Hana akili kabisa. Eh? Kwa nini tuendekeze mambo ya kipumbavu kama haya? Yako mambo mengi kadha wa kadha anayoendelea kwenye jamii, hatuna muda nayo, lakini tunahangaika na mambo ya staili kama haya e, kubaki kuhamasisha tu ujinga kwamba e, e, ukiona una mwanaume achepuki, ujue huyu hajakamilika. Hapana, hapana, hapana. Mtu kuonekana ni mtu kwa anayoyafanya, na ni saiki ya sigari. Mtu kuonekana ni mtu sio kwa sababu e, amezini na wanawake kumi na tano. Ndio Ndo huyu ndio wamana? Hapana, mi binafsi inakataa hapana, biblia inakataa hapana, hapana. Mtu wa Mungu, hapana, si sawa, hapana, hapana. Jambo moja tunalo tu, kutafuta kutenda aliyo mema, kutafuta kutenda aliyo mema. Mliooa na kuolewa, tulieni kwenye ndoa zenu eh? Unatafuta vingine vya nini, vya kazi gani eh? Tazama mtu